Siku chache tu baada ya waziri wa zamani wa afya Daktari Deborah Barasa kuchukua ushukani katika wizara ya mazingira humu nchini <coughs> alitembelea rasmi shirika la kilimo na mauzo ya Tupande One Acre Fund ili kuzindua rasmi upanzi wa miti katika shirika hilo ili kutimiza wito wa Rais Ruto wa upanzi wa miti bilioni 15 ifikiapo mwaka 2032. By the end of this year, Tupande is on track to increase

Hata hivyo, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo ya Tupande One Acre Fund, Michelle Kagari, akiwahimiza wakulima kiwango cha chini kupanda miti kwa wingi na kutimiza ahadi ya Rais Ruto, huku akiwataka wakulima hao kupanda miti ya matunda na yenye kuleta rutuba mchangani, akisema kuwa kufikia mwaka huu pekee wamepanda miti takriban milioni moja katika kaunti thelathini na nne mtawalia. Unaamini mradi huu utasaidia familia kupata mapato zaidi kupitia matunda na kuongezeka kwa rutuba na wakati huo huo kuchangia lengo la serikali la kupanda miti bilioni kumi na tano. Hata hivyo waziri wa mazingira humu nchini Dibora Barasa akizungumza katika hafla hiyo ya kuwaleta pamoja wakulima wa kampuni hiyo ya Tupande One Acre Fund akuwataka wakulima hao kutilia juhudi za utunzaji wa mazingira humu nchini. the long

Hata hivyo mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Ikonyero Stanley Lilumbi ameisifia kampuni hiyo ya Tupande One Acre Fund kwa juhudi za kuwapiga jeki, huku mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Michel Kagari akiapa kuendeleza kampeni ya upanzi wa miti na kufikia malengo ya upanzi wa miti bilioni 15 ifikiapo mwaka 2032 baada ya kuafiki wakulima 330 wengi wao wakiwa ni akina akina mama. We have done it together in this school for a very long time. They have given us seedlings every year and this year it is now marking the climax of their support by organizing this event here. They have now set up an orchard. They have given us seedlings. We are so grateful to One Acre Fund. Tuko tayari kupanda miche milioni arobaini na sita. Na miche hizi zote zitafuku zitafuatiliwa na kutumia mtandao wa jaza miti. Hii ni ushahidi tosha wa jinsi tunavyoshirikiana na serikali kuhakikisha mazingira yetu yanarejea kama hapo awali. Mradi huu umeweza kuajiri wamiliki mia tatu thelathini na kati yao themanini na moja ni kina mama Wamiliki hao wameweza kufaidika na mafunzo ya kisasa na mapembejeo kama mbegu na vifaa vya upandaji miti ili waweze kujitegemea na kupata riziki kwa miaka zijao. Nikiripotia Mpakani TV kutoka shule ya msingi ya Ikonyero eneo bunge ya Lurambi katika kaunti ya Kakamega. Langu jina ni Sani Matano. <mimu>